Kwa muda wa wiki hii nzima kuanzia leo. Mapema leo, mwenyekiti wa tume hiyo Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambege ametembelea baadhi ya vituo na kujionea uandikishaji unavyoendelea huku akitoa rai kwa wananchi wenye sifa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha. Hii mzunguko wa kumi na tatu ni inahusu mkoa wa Dar es Salaam. Nimeshuhudia ufunguzi pale Mnazi Mmoja Ee, wa kituo cha uboreshaji wa daftari la kudumu na wapiga kura saa mbili kamili asubuhi, watu wengi wamejitokeza. Na sasa niko hapa Muhimbili, nimetoka Upanga ee, watu wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha na kuboresha taarifa zao kwa siku ya leo, ambao ni siku ya kwanza tumeweza vituo, vimefunguliwa mapema saa mbili kamili asubuhi, ambapo wananchi mbalimbali wameweza kujitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuweza kupata haki yao ya msingi kuweza kujiandikisha na kuboresha taarifa zao mbalimbali mbali. Baada ya vituo kufunguliwa, tumepitia kwenye vituo mbalimbali mbali, kwenye kata za Ndugumbi, kata za Magomeni, kata ya Kinondoni, kata ya Mwananyamara pamoja na Kijitonyama. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa, wamejitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuona kwa jinsi gani wanaweza kujiandikisha <tune>